Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu sina nas mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasalama, ambaye Allah ametukutanisha katika jambo kubwa kabisa, katika jambo ambalo limeandaliwa na Ikraam Foundation, katika jambo kubwa la kuwakumbuka mayatima na wajane. Hili jambo kubwa kabisa katika Uislamu. Fadhaili za kuhudumia mayatima ni jambo kubwa sana, ambayo sasa hivi limesaulika. Sasa hivi katika majambo hayo yamesaulika, ni moja wapo ni katika swala la kuwadharau mayatima na wajane, maskini mafukara, hilo limewekwa pembeni kabisa. Wanapongeza sana Ikram Foundation kwa kuandaa hafla kama hii. Ama kwa mimi majina yanaitwa Ustaz Bob Abdullah, ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania ya kata ya Vijibweni. Ya sisi kama Jumuiya ya Maridhiano na Amani katika Vijibweni, tunashughulikia masuala mbalimbali ikiwemo katika utatuzi wa migogoro ya taasisi za dini pia arithi na migogoro ya ardhi na migogoro ya ndoa. Tunashiriki katika kutatua migogoro kama hiyo, lakini kubwa katika taasisi hii imeundwa na dini mbili na viongozi wa kimila. Imeanzishwa taasisi hii kuanzia ngazi ya juu, mwenyekiti wetu ni Sheikh Al-Hadi Musa Salum, yani mwenyekiti kitaifa, lakini taasisi hii imeshuka mpaka chini kwenye kata na kubwa katika tasiri katika ajili ya kuisaidia serikali katika kuhakikisha amani ya nchi hii inaendelea kudumu. Na leo tuko hapa kwa sababu ya amani ya nchi ambayo inaendelea, na mtakumbuka kabisa hata juzi katika baraza la Idi walizungumzia sana swala la amani hapa nchini, akiwepo mgeni rasmi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan, akiwepo na Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakari Zubeli Ali Mbwana. Walizungumzia sana masuala ya amani hasa hususani kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu ishirini na tano. Kwa hiyo swala la amani tunawajibu mimi na wewe kulizingatia kuhakikisha kwamba amani yetu inadumu. Leo utaangalia katika nchi mbalimbali, ukiangalia Kongo, ukiangalia Ukraine, Mashariki ya Kati, Sudani, hata jana katika nafuatilia vyombo vya habari, nchi nyingine katika Afrika inaanza migogoro huko so, kusini huko Zimbabwe maandamano yameshaanza. Kwa hiyo ni mifano tosha, sisi kama jumuiya tunatuko tayari kukemea iwapo tukiona kuna viashiria vavujisha amani katika kata na nchi. Sisi ni moja katika mkono wa serikali, kuisaidia serikali katika kuizungumzia amani, na amani inaanza kwa mtu mmoja mmoja, na kundi, na taasisi. Kwa hiyo taasisi yetu sisi tupo katika kuisaidia serikali na taasisi hii imesajiliwa kirasmi kabisa katika wizara ya mambo ya ndani ya nchi. Kwa hiyo kuna katiba na hakuna mashaka kabisa katika swala hili, lakini pia taasisi hii kwetu hapa Vijiweli imerasmishwa kabisa miaka mitatu iliyopita, 2022 ilivyohasisiwa katika kuundwa katika taasisi yetu ya madhubiano na amani, kata hii ya Vijiweli. Lakini yenyewe ilianza ili kuhasisiwa na alikuwa rais wa awamu ya nne Yakaya Mrisho Kikwete pamoja na waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda, ambaye ndio mlezi wa jumuiya hii, waianzisha taasisi kwa madhumuni kubwa kuku, wakati ule ulipoanza vuguvugu lile vuguvugu eh, la uvunzishi wa amani katika nchi. Taasisi za dini zilionekana kwa upande wa Kristo na Waislamu unakuteteleka. Kwa hiyo ukaona viongozi hawa wakasema tuanzishe hii jumuiya, ili kwa sababu hii jumuiya ina dini mbili, Waislamu na Wakristo. Kwa hiyo tukianzisha hii jumuiya, ina maana kwamba hawa ni rahisi kuwafikia wale waumini na kuwaeleza ina kwamba sasa hivi tumekubaliana kwamba kila mmoja anafanya ibada katika msikiti wake na kanisani kwake, na tukasema swala ile la kuchinja tumeachiwa sisi Waislamu na hiyo ileta mashaka sana. Kwa swala la kuchinja, upande wa serikali umewachia Waislamu katika jumuiya hii ya maridhiano na amani. Wayo, kuna, kwa hiyo tunaitangaza hili mwa mridhiano kwa kwamba kata yenu ipo na ishashirikia migogoro mkubwa kabisa. Hata juzi juzi katika hatu tuweza kushirikia mgogoro mkubwa pale hospitali ya Mwembili. Jumuiya ya Mridhiano kata Vijibweni ilishirikia mgogoro mkubwa wakati ile familia ilikuwa imenyima kupewa maiti. Akili Jumuiya ya Mridhiano na amani kata Vijibweni iende kwa na hatimaye ile maiti katoka bure kabisa. Hapo viongozi wa serikali kata hii wanajua ya kazi zake. Kwa hiyo nimeelezea kwa kifupi kabisa, kwa sababu ni muda utoshi, maelezo yake ni mengi sana, lakini nije kabisa katika swala hili la la Ikram Foundation wanavyofanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa, Subhana wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an, araaita alladhi yukadhibu biddin. Hivo unamfahamu yule anakadhibisha dini anaikadhibisha akhira adhalika ladhi yaduuli yatim, yule ambaye anawasukumia mayatima mbali kabisa, hana mpango nao wala walayahudhu ala tuamil miskini, wala haimizi nafsi yake wala kuimiza nafsi za watu wengine katika swala kubwa la kulisha maskini. Kwa maana ni rejea maneno yangu, nilisema mwanzo katika swala hili, tukijiuliza sisi, waislamu wangapi na wangapi wenye uwezo kwamba anamiliki hata yatima mmoja niwak Suala kama si kweli. Ukifanya sensa ya Waislamu ambao wanamiliki mayatima katika majumba yetu hakuna. Suala hilo linatua kwa taasisi Ikramu na taasisi zingine kwa miliki ya mayatima. Leo kuna vituo vya watoto wa yatima. Lakini Muislamu kutoa yatima mmoja akakaa naye ni kwa mtihani. Kwa hiyo tutakuja kuulizwa almasul, tutakuja kuulizwa na Allah namna gani hawa mayatima tumewatendea wema? Kwa hiyo sisi tuna wajibu mkubwa wa kuwakumbuka mayatima, wajane, wale wote walikuwa katika haki, katika sisi Waislamu kuwafanyia haki zao. Tuna wajibu mkubwa wa kuiangalia hilo kama sisi Waislamu. Mimi niseme kwamba yako mengi ya kuzungumza, nishi hapo kubwa niko nimesemea Jumuiya ya Maridhiano na Amani kata Yevijigweni na kazi zake kwa ufupi. Baada ya kusema hayo, kuna Katibu wetu wa Bakwata kata ya Vijibweni Sheikh Saidi Sultani Kupepe. Mimi nitachukua fursa hii, na kwa sababu naamini katika jumuiya hiyo katika upande wa Bakwata katika kata ya Vijibweni mjumbe, lakini ni mjumbe wa kutana mkuu wilaya ya Kigamboni Faya fatawu mashkur wa majur Saidi Sultani Kupepe, katibu wetu, utoe salamu za Bakwata kata ya Vijibweni, karibu.